Changamoto iliyojitokeza hospitali ya rufa, ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Mount Meru kwamba kuna mwananchi aliyelalamika kuwa amebadilishiwa mtoto kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake, na baada ya chama cha uuguzi Tanzania kuona taarifa hizo mtandaoni tumechukua jukumu kama chama kwa ajili ya kufuatilia, kwa sababu sisi kama chama ni chama cha kitaruma ambacho kinafuatilia utendaji kazi wa wauguzi na mazingira wanakofanyia kazi na changamoto wanazokabiliana nazo katika kazi zile, lakini na kuangalia maeneo ambayo uh, tunaweza tukaishauri serikali na wadau wengine kusaidia katika kuboresha mazingira yale ili wauguzi waendelee kufanya kazi zao vizuri. Kwa hiyo tuliposikia taarifa hizo, kama chama ilibidi tufike kwenye eneo la tukio kuona hali halisi ambayo inaendelea, na kwa hivyo tulikuwa na ujumbe wa watu kumi wa chama cha uguzi Tanzania. Na baada ya kufika leo, tuliripoti ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, tuliripoti ofisi ya katibu mkuu uh, katibu tawala wa mkoa wa Arusha, na baadaye tulienda ofisi ya muuguzi mfawidhi wa hospitali ya ya Mount Meru kwa lengo la kutaka kujua ba, kwanza kama wana taarifa ya mambo yaliyojitokeza, na kama wanayo, wameshafanya nini mpaka sasa hivi, ni hatua zipi ambazo wamezichukua, ama wamesha, wameshafanya kazi gani mpaka hapo, ili sisi chama cha uuguzi na sisi tuweze kuelewa ni kitu gani ambacho tunakifanya. Kwa baada ya kupata ripoti Uh, kutoka ofisi ya mguzi mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru pamoja na viongozi wa chama cha uguzi katika hospitali ya Mount Meru uh, tulikutana na ratiba ya kuja ofisi ya uh, ya mpelelezi mkuu wa wa wa wa wa makosa ya jinai uh, wilaya ya Arusha mjini kwa ajili ya kwenda kupokea majibu ya vinasaba ambavyo vilikuwa vimechukuliwa kwa ajili ya kuthibitisha changamoto ambayo ilikuwa imejitokeza. Kwa hiyo tume- tumeshiriki pamoja na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, ofisi ya mganga mfawidhi wa hospitali ya Maunti Meru. Tumeshiriki pia na baadhi ya wajumbe kutoka ofisi ya Chama cha Mapinduzi, lakini tumeshiriki pia na baadhi ya mawakili wanasheria, lakini vile vile tulikuwa na Baraza la Uguzi na Ukunga Tanzania wanasheria wawili walikuwepo, na kwa hiyo sisi tulikuwa kati ya wadau ambao walipokea vile vinasaba vinasaba bi vile matokeo yake yalisomwa kwa bahasha ambayo ilikuwa sidi kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ambayo imefanya uchunguzi wa vinasaba vile na ilifunguliwa mbele ya wadau wote waliokuwepo. Uh, kwa kuangalia vile majibu ya vile vinasaba ambavyo vilichunguzwa kwa kuangalia uh, maeneo kumi na tano na kwa hiyo kwa kila eneo uh, walikuwa wanaangalia ni labda kama ni mama fulani amemechisha na kinasaba, kulikuwa na vinasaba A, B na C uh, sample za watoto watatu. Actually, baada ya kufika eneo la tukio tumekuta kumbe sio watoto wawili kama ilivyo kwenye mtandao, tulikuta kuna watoto watatu. Kuna mmoja ambaye uh, walikuwa wanasema hivyo kwamba wamewachanganya, lakini kuna mwingine ambaye pia walifikiri huenda atakuwa ni huyo. Kwa hiyo ilibidi watoto wote watatu wakapimwe, na baada ya hapo uh, samples zilichukuliwa kwa watoto watatu lakini vile vile vilichukuliwa kwa wamama watatu. Kwa hiyo baada matokeo yalikuwa yanajaribu kuonyesha, yani, yameonyesha mama fulani kwa kumechisha na wale watoto watatu. Kwa hiyo yule ambaye vinasaba vyake vime vimeoana na vinasaba vya sampo au vya kipimo ki, kipimo fulani cha mtoto uh, walikuwa wametoa taarifa ni kwa ni kwa asilimia ngapi vimeoana. Kwa hiyo mwisho kabisa aliitwa uh, aliyechukua sampuli zile. Kwa hiyo baada ya kuitwa ile aliyechukua sampuli alitoa taarifa ya sampuli. Sasa kama sampuli A iliyoletwa kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali, sampuli A alikuwa ni nani? Sampuli B alikuwa ni nani? Sampuli C alikuwa ni nani? Na kwa hiyo mama fulani amemechi na sampuli A kwa asilimia ngapi? Sampuli B kwa asilimia ngapi na sample C kwa asilimia ngapi? Kwa hiyo pale wadau wote wakiwa wanasikiliza, waliona ni mama yupi ambaye ame- ameoanisha matokeo ya sampli zile kwa asilimia mia tuseme, kwa sababu ilikuwa ni asilimia 99.99 iliyothibitisha kwamba huyu na huyu wameoanisha, wame vinasaba vyao basi hawa ndio, mmoja ni mama, mwingine ni mtoto. Kwa hiyo yule yule um, mama ambaye ali, ali- kwenye tukio linalozunguka mtandaoni alikuwa anakataa kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake, ikathibitika kwamba yule mtoto ni wa kwake na mtoto mwingine ambaye alikuwa na, inasemekana kwamba si mtoto wa mama husika, ikathibitika pia kwamba yule mtoto ni wa kwake. Na kulikuwa na mtoto mwingine ambaye alizaliwa baadaye baada ya hao watoto wawili, ambao nayo walihisi huenda ni yule mtoto wa yule mama Neema. Kwa hiyo nayo ikathibitisha kwamba si mtoto wa Neema, ila ni mtoto wa yule mama ambaye ni mtoto wake kweli. Kwa hiyo matokeo yalikuwa ni hapo, na wadau wote tumeyasikia, tumeyapokea, na na serikali imeshauri tu kama mtu hajaridhika anaweza akaendelea kuchukua hatua, lakini sisi kama chama cha wauguzi Tanzania, tunapenda sana kutoa taarifa kwa wauguzi wote nchini kuendelea kutoa huduma vizuri kwa wananchi, kwamba chama cha wauguzi Tanzania kipo kwa ajili ya wa kufuatilia kazi wanazozifanya na kuhakikisha kwamba wanatoa huduma zile katika mazingira mazuri na rafiki, ili kwamba wateja waweze kuridhika na huduma zile wanazozifanya. Aidha, nichukue nafasi hii pia ya kumpa pole muuguzi mwenzetu ambaye alitoa ile huduma na ikaleta changamoto kama uh, wa wananchi walivyokuwa wanafikiria asisi kama wauguzi Hatulali. unapokuwa na mteja ambaye umempa huduma na hajalizika nayo, inasononesha mioyo yetu sana, na hatuwe na furaha hata kidogo. Kwa hiyo nimpe pole na wauguzi wengine ambao wameguswa pia na tukio hili na walikuwa wanatamani kujua ni kitu gani kinachoendelea. Gloria ambaye ndiye muuguzi aliyetoa huduma, mtoto aliyempeleka kwa Neema ndiye alikuwa mtoto wake, pamoja na kwamba hakuwa hapo baada ya muda yule mtoto alipoteza maisha, lakini ndiye aliyekuwa mtoto wake.